Nyinyi watu wa William Ruto yes. Nione watu wa William Ruto hapo mkono. Basi mimi nimekuja hapa kwanza kumshukuru Rais kuleta maendeleo hapa Kakamega. Mnajua ya kwamba sisi watu wa Kakamega tangu tuanze multi party 1992 tumekuwa opposition kweli a urongo? Kweli a urongo? Na mimi niliingia bunge, nikaingia opposition. Nimekuwa huko nimejua mambo yale iko, ile mambo iko katika opposition, nimekuwa huko nimejua. 2008 tukajaribu kuingia ile serikali ya nusu mkate kidogo kionjo, tukatoka. Hii ya handshake ya 2017, hiyo hatukuonja sana lakini tulikuwa tunaambiwa tuko na handshake. Lakini hii sasa eh, hii sasa tumeingia nda na baba wetu Raila Amolo Odinga ametuacha hapo nda ametuacha lakini ametuacha hapo ndani na William Ru, si sindio? Yeah. tutoke au tuendelee? Yeah. nataka nione wale wanasema tuendelee. yeah. na sisi hapa Kakamega, nataka niseme hivi sasa, mambo ya opposition, never again, shall we be in opposition never, again never na sisi tumekubali kuungana na mandugu zangu ambao wako hapa, tuwe kwa serikali. Mheshimiwa Mudavadi ako hapa, mheshimiwa Wetangula ako hapa, tuungane, tulete jamii yetu katika serikali ijayo ya mheshimiwa William Ruto.